Kwingeneko okay. Kufuatia ongezeko la vifo kutokana na ajali za barabarani huku takwimu zikionyesha kuwa katika mwaka huu kufikia sasa zaidi ya vifo elfu tatu na mia tano vimeripotiwa, halmashauri ya Uchukuzi na Usalama Barabarani imeanzisha huduma ya matibabu ya macho kwa madereva wa magari ya umma ili kuhakikisha afya ya macho hali itakayochangia uangalifu barabarani. Kulingana na msimamizi wa NTSA Bonde la Ufa, John Petroi, alitaja kuwa ipo haja ya madereva kushughulikia afya ya miili yao ili kulinda usalama wa watumiaji wa barabara. tumeweza kupoteza zaidi ya watu 3586 na hii ni idadi kubwa sana, ukikumbuka e, kwamba hii ni mwaka bado haujaisha. Tutakuwa tunatilia maanani mambo ya usalama barabarani katika siku zijazo, ili tuweze kuleta hizi idadi chini na tuhakikishe kwamba watu wanaendesha magari kwa njia ambayo inafaa. And our next hope was to target the uh, matatu drivers so here we are today and we'll be screening them and we have promised to provide them with free spectacles. And of course our next target would be the boda boda drivers as well. Na leo hii tuko na hafura ama tuko na clinic camp clinic ya kuweza kuangalia afya ya madriver wetu, na sio tu madriver wetu peke yao, kuangalia hata afya wale wengine ambao tunabeba customers wetu, tume ya kitaifa ya...